Asante sana kwa majina, anaitwa Mbaraka Sultani Semwanza, kamishna wa utawala na fedha, jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Ni kweli e, semina hii inahusu masuala mazima ya usalama wa moto kwenye majengo na miradi mbalimbali. Semina inalenga hasa baada ya kuona tofauti e, kwenye utekelezaji, watu hawana uelewa juu ya nini cha kufanyika, nini kinatakiwa kifanyike kwenye majengo ya serikali au kwenye miradi e, kwa umuhimu huo ndio maana tumeitisha wakurugenzi wa rasilimali wa utawala na rasilimali watu kutoka wizara za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuwapa elimu kwa waendesha hii semina ili waelewe e, umuhimu wa kinga na tahadhari ya moto kwenye majengo na miradi. Ni kweli e, mgeni rasmi katika hotuba yake ya ufungaji wa leo amelisisitiza hilo kwamba mafunzo ya ya watumishi wenyewe yana umuhimu, lakini pia namna ya kutumia vifaa hivyo. Unasema kuna baadhi ya majengo kuna vifaa fire extinguishers lakini hawajui namna ya kutumia, kama vile muda wake umeisha hawafahamu. Lakini kupitia mafunzo haya e, wameelimishwa na wanaenda kufanya yale ambayo yamezungumzwa. Kwa hivyo sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji e, mategemeo yetu baada ya semina hii na kwa vile imewashirikisha wakurugenzi wenyewe wa utawala na rasilimali watu kutoka kwenye wizara zetu wanakwenda kuyatekeleza na kwenda kuyasimamia ipasavyo. Jukumu letu ni niku, kupitia sasa kuona namna gani e, haya tuliojifunza yanakwenda kutekelezwa tukishirikiana nao. Kusuluhisha vifaa ambavyo